Unajua, hapa Kenya inaongozwa kwa wingi wa kura. Sisi hapa mkoa wa magharibi tuko nambari mbili kwa wingi wa kura, lakini wakati ya kura ikifika, tunasambaratika tunaenda kwa vyama kidogo kidogo. Mimi nataka 2027 ikifika, kura ya mluhya akwem mama akwe baba iende kwa kikapu moja ya William Samoei Ruto. Ndiyo, tukifika kule tuheshimiwe, chenye tunatafuta kule tutapata. Tutapikia William Ruto kura, nione kura, William Ruto kura, William Ruto wewe. Nabii, mimi nakushukuru sana kwa kuleta wamama hawa, tuwachangie pesa. Tofauti ya mama na baba ni kama usiku na mchana. Mama hata kama ako na watoto kumi na mbili akienda safari Anasema mimi niko na watoto kumi na mbili, na mzee hako nyumbani. Lakini mzee kama hako na watoto kumi na tatu na bibi tatu, akienda safari, anasema mama hajaoa, anasema watoto hawajazaliwa. Na ndio maana nimefika hapa nikasema, lazima pia nitoe pesa nichangie akina mama wa Lugari, ndio maisha yao ibadilike.